Kwa majina anaitwa Edward Lalika ni program officer kutoka shirika la vijana Tanzania Youth Coalition. Uh, Tanzania Youth Coalition tunafanya kazi na vijana ambao naanzia miaka 15 na 65 15. Um, sisi kwa leo kilichotuleta Njombe, uh, tuna tuna mradi uh, unaitwa Yefa Kilimo Sauti o, au Voice for Youth ambao tunawafanya katika mikoa mingi Tanzania lakini ikiwepo na Njombe pia. Kwa hiyo kwa siku ya leo tulikuwa tumekuja kuendeleza moja ya shughuli za mradi uh, mradi wa Kilimo Sauti, ambayo kwa siku ya leo tulikuwa tumejikita sana kuangalia kufanya tathmini ya sera, namna gani vijana wana uelewa wa sera ya kilimo. Kwa hiyo tulikuwa na vijana wa Njombe DC moja kupitia kuangalia uelewa wao na wapi wanafikiri akitiliwe mkazo kwenye masuala ya sera. Pia cha mwisho labda cha kukazia, mradi huu wa Kilimo Sauti au YEFFA unatekelezwa na shirika la Tanzania Youth Coalition, lakini kwa kufadhiliwa na shirika la Agra Tanzania. Kile ambacho nimekiona kwa vijana wa Njombe kwanza, wanamwamko mkubwa, hilo lazima tukubaliane kwenye masuala ya kilimo wana mwamko mkubwa lakini kitu ambacho changamoto ambayo nimeiona, labda kwa masuala ya sera, kwa kweli bado ni changamoto. Naweza kusema vijana wa Njombe tu vijana wengi, ni masuala ya sera za kilimo uh, sera ya kilimo, sera ya mazingira, sera ya mazingira ku, ku, sera ya vijana bado uelewa ni mdogo. Kwa hiyo ukitaka nani kuangalia kwa ukubwa wake, eneo hilo linahitajika sana wako watu walielewe hususani vijana walielewe kindani, kwa sababu watakapojua vizuri sera ndio watakapoweza kuangalia wapi pana mapungufu wakaweka mawazo yao, na sera ikiimarika ina maana sasa hata sekta ya kilimo kwa upande wa vijana itaimarika, kwa sababu mawazo yao yataenda kuona kufanyiwa kazi kupitia hiyo sera ambayo itakuwa ni imetokana na vijana. Na ndiyo maana serikali inataka vijana waende wakapate e, skill e, lbeta awe standard 7 liver form 4 form 6, hata chuo kikuu tumeambiwa. Saa hizi wewe una elimu ya chuo kikuu, nenda beta ukapate ukapate skill ukapate elimu ya yaani ile ya yaani ujuzi ukapate kaujuzi fulani ka kufanyia ya kuishi nayo mtaani. Ukitaka kusoma, ukitaka uwe fundi wa kushona nguo ni lazima uwe umeenda mafunzo, sio. Uwezi kusema naanza kushona nguo, haiwezekani. Yote hiyo vinapatikana kwenye vyuo vyetu vya kati. Ukitaka kuwa kufuga, nenda pale vyuo vya kati, vipo vinatoa elimu hiyo. Ukitaka kufanya kuwa mkulima, ni lazima ukapate elimu, ujue mambo ya mbegu, ujue mambo ya mbolea, ujue mambo ya udongo, kila kitu ufahamu, utazalisha kwa tija kubwa sana. Kwa sasa hivi taifa linataka kila mtu awe na kitu kichwani. Kama nataka kuwa fundi seremala lazima nikapate ufundi. Siwezi kuanza kuchonga tu mtaani bila kwenda darasani. Siwezi kwenda kwa, eti kufungua basketi ya mtu au pikipiki za mtu, lazima niingie darasani ukapate ujuzi. Nimeeleweka eh? Lazima tuwe na ujuzi kokote. Tumewaleta vijana maana yake ili mpate ka ujuzi kwenza kujitegemea, unaumusa uwe na kitu fulani kwa hiyo nimefurahi sana hapa, kila mmoja nimeambiwa ana kazi ya kufanya, si ndio? Maana yake eh, sehemu kubwa watu wana shughuli zile za kufanya, huyo wanasema, wengine wanafuga kuku na nguruwe, wameniambia hapa, wengine wanasema wana wana shamba ya mashamba ya, ya viazi, wengine wanasema wana mahindi. Hiyo ndio tunayoyataka, ndio taifa, taifa letu tunalotaka vijana wetu waelekee huko. Ukishakuwa na kitu kichwani, una cha kufanya. Lazima utakuwa una kitu chako kicani cha ujuzi, kama tulivyofanya leo, mliofundishwa hapa. Maana yake utakuwa utakuwa busy na shughuli zako, hutakuwa uta huko tena, ambako ambako maadili hayapo, unatembea na chupa ya pombe mfukoni. Hapana vijana, huko tusiendelee huko. Tunaomba turudi kwenye mstari, tujenge nchi yetu, tulithamini taifa letu, tupate maendeleo. Lengo ni kuendeleza vijana wote wawe na shughuli za kufanya, kwa sababu kazi za kufanya zipo, na nchi yetu itakuwa nzuri na yenye na maadili kwa vijana wote wa taifa hili. Basi naomba kwa ufupi niseme tu hivi, niko kuwashukuru hivyo, tuendelee na hilo, na haya mlioyapata hapa muende mkayafanyie kazi, na bado tutawahitaji tena kwa ajili ya kuendeleza mi, hii sehemu hii ya vijana kama taifa linavyotutaka nchi hii ili iweze kuendelea Najua sote kwamba inategemea kilimo kwa sababu asilimia karibia sabini ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo, na uchumi wetu tunategemea kilimo. Hivyo vijana sasa mchukue nesha jitihada za kuhakikisha kwamba tunaanza kujiimarisha katika kilimo biashara, lakini ili tuweze kuja kwenye kilimo biashara kupata faida lazima tubadili mindset, sawa, mtazamo. Tatizo la Tanzania ni mtazamo ukiwa kwenye kilimo unakana na shamba ya soma yaani, mtu ambaye achini, kumbe mataifa ya wenzetu yaliyoendelea mkulima ndo anaheshimika kama tajiri, kwa sababu hiye anamiliki pia ardhi, lakini pia ndio anaboresha shughuli nyingine zote za uchumi katika nchi husika ziweze kuendelea. Kwa hiyo niwaombe vijana mliokuja toka Njombe DC changamkie fursa zitakazokuwa zinatokeza, lakini haya mafunzo haya ya mwanzo tu, lakini haya yatawapeleka kwamba mnaanza kuingia sasa kwenye kilimo biashara. Na jadili hapa, nafikiri mliona wenyewe vikwazo, livyoona sio, namna gani mnashiriki kwenye tunzi wa sera na kwenye mijadala mbalimbali, sio kutunza tu sera, lakini mjadala mbalimbali naendelea kwenye maeneo yetu, kama kwenye kata, kwenye vijiji na hata pia kwenye mijadala mikubwa ya kiwilaya na kitaifa ni muhimu sana kushiriki. Unaposhiriki unapata kitu fulani, lakini unapokutana wenzako unajifunza kitu fulani. Kwa majina anaitwa Veronika Kihumbo, natokea Njombe DC, kata ya Kichiwa. Leo tuko hapa tunapata mafunzo. mafunzo haya kwa kweli, YEFFA sauti ya kilimo inaweza kutufundisha mambo mengi. Uh, kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa sijajua kuhusiana na shughuli ambazo nazifanya, shughuli zangu za kilimo. Ila kupitia mradi huu ambao umekuja leo, nimeweza kujifunza vitu vingi sana, sera nyingi ambazo ziko kwenye kilimo, sisi kama vijana tukua hatujui sera zetu ni zipi, lakini kupitia huu mradi wa leo tumeweza kujifunza sera zetu sisi kama vijana. Si hivyo tu, naamini kwamba wote ambao tulikopo hapa tulizitaenda kutusaidia sisi kama vijana ni jinsi gani ambavyo tunatakuwa tuendeshe vipi vile zile shughuli zetu za kilimo ambazo tunazifanya. Tunaamini kila mtu ana shughuli yake, kuna mwingine ni mfugaji, katika ufugaji wake ni nini akifanya ili kuweza kufanyaje kuboresha ile shughuli yake ya ufugaji. Kuna mwingine ni ni, ni kulima kawaida, nalima mazao kama viazi, maana sisi kama Njombe tunazalisha viazi, tunazalisha mahindi kwa hiyo ameweza kupata ni mbinu gani naweza kuitumia itamsaidia ili kuzalisha naweza kupata kipato kikubwa zaidi ya, ya kongo ilikuwa ni haya hapa nimeweza kuona kwamba tunaenda kulima kilimo cha kisasa, sio kwamba kile kilimo ambacho tunalima tunalima bila wataalamu. Tulio wengi tunalima tu kwa uzoefu ambao tunao, kwa sababu tunaamini kwamba Njombe tunawezesha nini viazi. Kwa hiyo kila mtu anatamani kulima viazi. Kwa hiyo hapa nimeweza kujifunza kwamba kila kitu kabla hujafanya inatakiwa kushirikiana na mtaalamu, ataweza kukuelekeza kwamba eneo unataka kufanya kilimo linafaa au halifai. Kama halifai basi atakushauri unaweza kufanya hiyo shughuli kwa sehemu nyingine ambayo itakuwa itakuwa ni nzuri na, na, inaweza kukufanya uweze kupata kipato kikubwa zaidi. Kama vijana tumenufaika sana na mafunzo ambayo yametolewa na shirika la TYC. Kwa namna moja au nyingine, vijana wengi tumekuwa na changamoto kuto kufahamu sera za kilimo, kuhusu kwamba wapi kwa tunaweza tukapata mikopo, wapi tunaweza tukapata ardhi, baada ya kulima tunauza wapi, kujua masoko Hizo ni changamoto ambazo wengi tulikuwa hatufahamu, lakini kupitia mafunzo haya tumeweza kujua kwamba sera za kilimo zipo, lakini pia jinsi vijana tunaweza kunufaika na hizi sera. Lakini pia tumeona kwamba kuna changamoto, baadhi ya sera hazitekelezeki. Serikali inafahamu, uh, inatambua kwamba kuna kilimo, lakini serikali pia imeshindwa kujua kwamba mkulima anatakiwa afikiwaje ili aweze kunufaika, kwamba kuna kwenye sera za kilimo inaonyesha kwamba mkulima anaweza akakopa au akakopesheka, lakini ukienda benki mkulima hawezi kupata nini mkopo. Kwa hiyo kama vijana tumekutana tuweze kujadili changamoto kama hizo na tuweze kutafuta jawabu, na tuiombe serikali iweze kutusaidia kwa namna moja au nyingine, kama vijana tuweze kunufaika na kilimo. Sawa, hiyo mi natosha sana, nikumbushe tu majina yako. Mimi naitwa Felician Anderson Gwe, natokea shirika la padeli.